Mambo nane ya kuzingatia katika kazi inayokupa riziki. Leo hatuzungumzii kazi kwa sababu ya pesa tu. Leo tunazungumzia riziki, kwa sababu kuna watu wengi wanafanya kazi, lakini hawaiheshimu kazi. Wengine wanapata mshahara, lakini hawapati baraka. Kumbuka hili mapema, kazi inayokupa riziki si adhabu, ni mlango wa heshima, nidhamu na hatima yako. Ukishindwa kuiheshimu kazi yako ya leo, usitarajie maisha ya kuheshimu kesho. Haya hapa ni mambo nane muhimu sana ya kuzingatia kwenye kazi inayokupa riziki. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. Moja, heshimu kazi yako, hata kama siyo ndoto yako. Siyo kila kazi ni ndoto, lakini kila kazi ni daraja. Usiibe muda, usifanye kwa kulazimishwa, usidharau unachofanya leo, kwa sababu kazi unayoidharau leo ndiyo inayokulisha kesho. Watu waliokuja mbali hawakuanza kwa kazi walizozipenda, walianza kwa kazi walizoziheshimu. Mbili, nidhamu ni muhimu kuliko kipaji. Unaweza kuwa na kipaji kikubwa, lakini bila nidhamu, kipaji chako hakitalipa bili. Fika kazini kwa wakati. Timiza majukumu hata kama hakuna anayekuona. Usisubiri kusukumwa. Nidhamu hujenga jina, na jina zuri hulipa zaidi ya mshahara. Tatu, usiibe wala pesa, wala uaminifu. Watu wengi hupoteza riziki zao Sio kwa kukosa uwezo, bali kwa kukosa uaminifu. Kuiba si pesa tu. Kuiba ni kuchelewa makusudi, kufanya uzembe, kutoa siri za kazi, kuharibu jina la mahali unapofanya kazi. Riziki ya haraka bila uaminifu huja na laana ya baadaye. Nne, jifunze kitu kila siku, hata kama hakilazimishwi. Kazi bora haikupi mshahara tu, inakupa maarifa. Jiuize, nifunze nini leo? ni ujuzi gani ninaongeza? Watu wanaofanikiwa hawakai kazini tu, wanajenga uwezo wao wakiwa kazini. Tano, usiwe mtu wa kulalamika kila wakati. Kulalamika hakupandishi mshahara, hakukupi heshima, hakufungulii milango. Badala ya kusema mahali hapa hapafai, jiulize ninawezaje kuwa bora zaidi hapa? Watu wa thamani huonekana kwa suluhisho, siyo kelele. Sita, linda jina lako kuliko unavyolinda mshahara. Mshahara unaweza kuchelewa, lakini jina likiharibika, hurekebishika kwa muda mrefu. Fanya kazi kwa namna ambayo ukiondoka, wanasema huyu alikuwa mtu wa maana. Jina zuri litakutafutia kazi hata kabla hujaomba. Saba, usisahau kwa nini ulianza. Wakati mwingine kazi inachosha, unachoka, unakata tamaa. Lakini kumbuka familia, ndoto, wajibu wako. Kazi siyo tu kuhusu leo, ni kuhusu maisha unayojenga kesho. Nane, omba baraka kwenye kazi yako. Usifikiri baraka zinakuja kanisani tu, zinakuja pia kazini. Omba kabla ya kuanza siku, omba ulinzi, omba hekima. Kwa sababu kuna watu wanafanya kazi sawa na wewe, lakini matokeo yao ni tofauti. Tofauti ni baraka. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Usidharau kazi inayokupa riziki. Inaweza isiwe mwisho wa safari yako lakini inaweza kuwa mwanzo wa mafanikio yako. Mtu anayeheshimu kazi yake huheshimiwa na maisha.